Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Ndaisaba George Ruhoro, mbunge wa Ngara, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Innocent Seba. Silinde, majibu. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Zoezi la ununuzi wa mahindi, ikiwemo Jimbo la Ngara, linatarajiwa kuanza mwezi Mei mwaka 2025. Wakulima wanasisitizwa kuzingatia usafi wa mahindi na kukausha mahindi yao hadi kufikia kiwango cha unyevu wa asilimia 13.5 ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza endapo mahindi yao hayatakidhi ubora unaohitajika. Mheshimiwa Bila Quate, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Speaker, kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Ni lini serikali itawatafutia soko la uhakika wakulima wa vanila wilayani Kierwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, natambua jitihada kubwa inayofanywa na mbunge kuhusu zao la, la vanila siku zote, na moja ya jukumu kubwa ambalo sisi kama wizara tunalo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba tunapata soko la uhakika kwa kutumia wadau mbalimbali. Kwa hiyo tumeshaagiza eh, na tumepeleka maelekezo katika balozi zote nje ya nchi eh, kutafuta wadau wa kuja kuwekeza hapa nchini kwa ajili ya zao la vanila. Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa Mwantumu Zodo swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa spika. Je, ni lini NFRA watakwenda kununua mahindi Handeni ambayo wamekuwa wakitoa ahadi kila mwaka kwa wananchi na hawaendi? Asante sana mheshimiwa spika, ni kwamba NFRA tayari wameshafanya tathmini e, katika maeneo yote ambayo tunapaswa kununua mahindi ikiwemo eneo la Andeni. Kwa hiyo katika mwaka huu wa fedha unaokuja tutatimiza, kwa sababu lengo letu sasa hivi ni kubwa la kununua tani milioni moja za mahindi peke yake. Asante.